Ibada hii ya ndoa, wengi miongoni mwetu huwa tunaingia bila kujua malengo yake, kwa sababu kitu usipokijua lengo lake, basi huwezi kulitekeleza hilo. Nini hilo lengo? Kwa nini nasema tunaingia kwenye ibada hii bila ya kujua malengo yake? Mimi mara nyingi nakutana na vijana wa kike na wa kiume ambao wapo kwenye harakati za kutaka kuingia kwenye ibada ya nini? ya ndoa. Mara nyingi huwa anapenda kuanza kwa kuwauliza kwa nini unaoa, ama wakike kumuuliza kwa nini unaolewa. Kwa kweli katika mabinti ambao nimeshawahi kuwa nao ambao ni zaidi ya mia, ni wachache mno ambao huwa wanatoa jibu lililokuwa nini, lililokuwa sahihi. Wengi miongoni mwao unakuta kijana wa kiume anakwambia nimechoka kukaa peke yangu, unakuta anakwambia nimechoka kujipikia. Unamkuta ni majibu wanayoyatoa sio yale ambayo Allah subhana wa ta'ala na Mtume wake Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wametufundisha na wametuelekeza kwamba ndio lengo la ibada hii adhimu ya nini, ya ndoa. Lakini hili jambo la kwamba watu tunaingia kwenye ibada ya ndoa bila kufahamu lengo la nini la ndoa, ndio inakuwa chanzo cha kuziharibu na kuzibomoa ndoa zenyewe. Kwa nini nasema inakuwa ni chanzo Umeingia kwenye ndoa hujui nini, hujui lengo ko. Kila mmoja anaingia kwa lengo lake, si ndio? Eh, lile lengo lake lile linaweza likawa ndio chanzo cha migogoro ndani ya hiyo nyumba. Kwa mfano, kijana anataka kuoa kwa sababu amechoka kujipikia mwenyewe, si ndio? Eh, huyu alikuwa anatafuta nani, mpishi eh? si ndio? Eh, yeye tafsiri yake ya mke ni nani? Ni mpishi. Sasa umeoa mke Tafsiri yako upate nani? mm-hmm. Mpishi alafu uliyemwoa kupika hajui, etu. Hey, jamani, habari hapo inakuwaje eh? Lazima iwe nini, iwe mbaya. Huo huo upishi huo ndo utakuwa chanzo cha nini, cha migogoro, kwa sababu yeye alichokuwa na tageti ni kupata chief kuka, aliyempata sio aliyempata kupika hajui aliyempata, huenda interest na in jiko yeye hana aliyempata, tafsiri yake mke sio mpishi.